Watu saba walioanzisha seli na hata kuwazuilia walevi kinyume cha sheria. Washukiwa hao wanadaiwa kufungua seli katika mtaa wa Al Karim Makaburini, viungani mwa mji wa Kakamega, ambako waliwaadhibu watu waliodai ni walevi. Waliozuiliwa walilazimishwa kulipa faini ya shilingi mia tatu kila mmoja. Uh, ni kisa kilichozua gumzo mjini Kakamega. Kuwepo kwa seli ndani ya mtaa wa mabanda wa Makaburini umezua uoga miongoni mwa wakazi na kama maafisa wa usalama wanaovyofanya kazi. Washukiwa saba, waliokuwa wakiendesha operesheni ya kuwakamata wakazi na kuwazuia, walifanya vivyo hivyo. Walinitoa tu kwa mlango, sikujua wenye yenye wananipeleka, chenye chinaendelea kufika huko nikapata kuna wenzangu huko wanachako pia mi nikaingiza huko na nikalala huko siku tatu, kana chapa. Sasa, kujua chanzo nini? Akaniambia baba umemaliza kuoga. Nikasema yeye ndio amemaliza kuoga. Aya, baba haraka toka tuende. Nani mwenye anakuita? Nikasema makosa ni nini? Hakuna, wewe tuende. Twende unaitwa huko. Aya, nikakaa mchana, niliingia saa kumi nilipata hawa huko. Saa sita usiku sasa ndio ikaanza sasa viboko. Walinichapa hima pacha si mapacha. Ni waathiriwa wanasema waliwekwa wanaume na wanawake pamoja kwenye seli na walitumia ndoo kwa haja ndogo na kubwa. Yani kama imekukaza tu unaingia tu ndani yao. Sasa hutaki kujua hata mwanaume kama ako hapa ama mwanamke, sasa utafanya aje? Sasa inabidi tu. Kulingana na baadhi ya waathiriwa na walioshuhudia, washukiwa walidai kuchukua hatua ya kuadhibu wale waliohisi ni wapenzi wa mvinyo. Nilikuwa natoka kasiti, wakaniambia we mama kucha hapo, we ni mtu mwenye tunataka tena na kunywanga pombe. Wakaambia mmoja patiana kifunguo, huyo mmoja akachukua kifunguo kaniambia, kuja nikuonyeshe seli hii ni siku ya tatu nikiona hiki kitendo, nikauliza mm, kwa nini mnafungia vichana wa hapa ni wakaniambia, wewe pia wewe utaingia hapa. Nikauliza kijana mwingine akasema, nataka kusimamisha watu wa pombe, watu wa pombe wote hapo. Na hapo nini mavipoko zikaanza. Yule nilimwendea kwanza kabisa alikuwa ni eh, mzee wa mtaa wangu village elder ambaye nili mm, alin alidhibitisha kwamba kweli kuna chumba ambacho hawa watu wanawekwa, baada ya kutafuta ni akina nani, tumekuja kwa ground tumepata ni ukweli. Katika operesheni iliyoongozwa na polisi, watu tisa waliokolewa na washukiwa saba kukamatwa. Miongoni mwa washukiwa ni mzee wa kijiji anayedaiwa kuongoza operesheni hiyo na kuwaadhibu walevi mtaani kinyume na sheria. Taarifa ya Kigatete.